Pohama hoye! Ndugu wananchi, kama nilivyokwisha kusema, tumekuja hapa kuwasikiliza. Serikali hii inawapenda sana, na ndiyo maana sisi wote watumishi tulio hapa, tulio hapa mbele, sisi ni watumishi wenu. Hata Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameletwa Singida hii kwa ajili ya kuwatumikia ninyi. Kwa hiyo jueni ninyi ni mabosi zetu, si ndivyo? Mfahamu hivyo. Kwa hiyo mjigambe, kwamba ninyi ni mabosi zetu, na sisi tutawasikiliza ninyi mabosi zetu. Lakini vile vile mjue ya kwamba tunao wataalam na sisi tutawashauri. Kwa hiyo tuwe tayari vile vile kusikia ushauri. Nimemsikia mwenyekiti hapa amesema, ungejua mama, mama anajua uchungu wa mwana, na mama huwa ana huruma, mama huwa anasikiliza ni kweli mama huwa anasikiliza yote, lakini mama pia huwa anapenda ampe mtoto wake kitu kilicho chema, na mama ana uhuru au ana mamlaka ya kumshauri na kumkataza mtoto wake kile ambacho kitampeleka mahali ambapo hapa sahihi. Kwa hiyo kwa kuwa mmempa heshima kubwa, mheshimiwa mkuu wa mkoa mama, na mkasema mama ndiye ambaye anaweza akatatua matatizo yote. Na kwa bahati nzuri, na mimi pia ni mama, katibu tawala ni mama. Ninaamini akina mama hawa Mungu amewapa busara, amewapa hekima. Kwa hiyo yote yanayokwenda ku kuamliwa au yanayokwenda kusikilizwa yanakwenda kupata busara za kimungu na hatimaye tuweze kutoa maamuzi ambayo yana busara. Na ndugu zangu, niwaambie tu, tutasikiliza mambo yakiwa marahisi yawezekana, na maamuzi yakatoka, lakini tukiona mambo yanataka kuchakata zaidi, tutayachukua yale ya kuchakata na hatimaye tuweze kuwaletea majibu wakati mwingine. Kwa hiyo ndugu zanguni, mwenyekiti alishatufungulia mkutano sasa, na mimi na viongozi wenzangu tuko tayari kuwasikiliza mwana, kila mwananchi atapewa nafasi. Anayejua ni mahiri wa kueleza, kujenga hoja hapa, tunahitaji hoja ajenge hoja vizuri, na sisi viongozi tuko hapa kuwasikilizeni na hatimaye na ninyi sasa mtatusikiliza baada ya hoja zenu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kari. Kwa hiyo tuweke mawazo yetu vizuri, tusikilize vizuri, tusikilize changamoto, lakini wakati wa kushauriwa na sisi tusikilize ushauri ili tuweze kufikia mwafaka, na amani endelee kutawala Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.